Kwa karne hii na kwa kipindi hichi cha utandawazi, kuwa na msichana wa rika lako ambaye bado ni bikra sasa pengine unaogopa baadaye, atokea mtu akwambia, Selma, bwana anaogopa, bwana, mbona mimi bwana, ake atokee, ape wela kweli na kwa hiyo na kwenye hasa watu unakaa nao sasa kwenye mahusiano na wana kuelewa kukaa pamoja bila kukutana wanakuwa watu wa hali gani? Maana vijana waelewa sasa, vijana wao sasa hivi wa 5G <laughs> vijana wa sasa hivi wa 5G mimi nawaelewa. Sasa inakuwa yani wanarizik, wanarizikaje kukaa na wewe bila shida yoyote hili maana vijana nawaogopa vijana mm. <laughs> sio waelewa mm. at least mm. upate mtu ambaye ana miaka kuanzia ishirini na nane hata mm. ukimweleza jambo anajua mm. ninini unamwambia. mm. kuziuzi ukamwambia mtoto wa miaka ishirini na moja kwamba mm. mi sitaki kufanya jambo fulani atasema huyu mbona kama akachanganyikiwa. Sasa haya mapenzi gani? mm. ila mtu ambaye sijui mm. Ila kwa upande wa kwangu mimi mm. watu wengi ambao nakutana nao unakuta, mm. labda ni mtu miaka 28 30 32 mm. 34 mm. Ukimwambia hii kitu sio sawa, atakwambia sawa, unaonaje? mm. Ah, mimi naona iko sawa sawa tu, tofanya, na yuko sawa, anaishi. Ujue anaishije, ila anaishi na huwa wanakuita kwenye mazingira ambayo unaona kabisa hapa naweza nikaliwa, muda wote. Hapana, hapana mm, yaani tuseme nishaitwa itwaga, mtu anakuita njoo kwangu mm. mi sipo, njoo mm -hmm. wende unakata mm. au anakwambia nimesafiri, naomba uje au kanifuatie kitu fulani, au kachukue kitu fulani nipatie mtu fulani mm atamwambia mimi huko kwako sikufahamu, atakwambia boda boda atakufata, lazima ujiulize huyu <laughs> <laughs> <laughs> kweli yeah. Yeah. kasafiri huyu ama ana nini? Ukisha konfirm kwamba kweli kasafiri na una uhakika kasafiri, ndo unakubali sasa. Nani atanifata? Atakufata mtu fulani, sawa, atakuchukua, atakupeleka, utatoa ulichoambiwa, utaondoka, basi hivo. Kwa hiyo kwako wewe hauru, sio sawa kwenda kwa kitu la mshikaji tu kisame kuita Huwezi ukaenda kwa, kwa, kwa sasa ulivyo. Mimi kwa upande wangu, mimi naona ukishaingia pale mm. <laughs> ni means kwamba umekubaliana na chochote ambacho atakwambia. yes, eh. akikwambia nimesema upande juu utapanda. mm. juu. mm. kwa sababu upo chini yake, ushaingia. Kwa hiyo okay popo. Kwa hiyo mwanaume okay, akikwambia njoo, ile tu ambayo una unakubali kwenda, ina maana kwa asilimia kadhaa za juu zaidi umekubaliana na ambacho kinaweza kikatokea kwa mkiwa pamoja, ndio kwamba hapo umekubaliana naye. Sasa yani, mbana mbana mbana. Kwa wengine wana wengine wanasema mtu ukishamkubalia kwamba unampenda, ina maana pia unakubaliana na kile ambacho kinaweza kikatokea hasa kwenye masuala ya kukutana na kimwili. Mm -hmm. E, ina maana wewe na nao ukikubali unampenda huwa unavuka, huwa una kanso hiyo, hicho kipengele cha kukutana moja kwa moja. Mimi unaanza kuniambia tu nakupenda mm. siku ile ile nakupana na sheria zangu <laughs> za nakwambia, mimi ni hapa. Kwa hiyo ukiona mm hatuwezi kamba. -hmm. Acha. Aise, Salma binti ambaye bado ni bikra anaelezea hati hati hati, siamini. Mimi siamini, yani siamini, lakini... mimi siamini ndio, yani, si lakini imenilazimu niamini kwa namna tunavyoongea. Unajua mtu namna tu anavyoongea unajua mtu anaongea yupo kwenye engo gani, nasikia kwa nini nimekubadilishia mada ghafla? Toka tumeweza kuongea nikahama mada ghafla tofauti, zimeona ndo unapolalia sasa. Siwezi nikakwambia mwanamke anafikaji kileleni wakati kabisa kabisa, sasa nikipatia mada siwe mwanaume anafika kileleni, hapa nakuwa nakuonea Luka, maana utazunguka <laughs> maana hujawahi ku experience hicho kitu naelewa. Yes, ndio maana tunazungumza, ndio maana tumeruka kabisa, tunakaa kwenye why ume still kuwa bikra hadi kuwa hadi miaka ishirini ambayo unayo hadi sasa. Umevuka mitego zipi ambazo hadi sasa bado unaendelea kuwa bikra? Sawa, Unawashauri vijana wasichana wenzio ambao bado wapo kwenye full ndo ndo full age au foolish, foolish. Foolish foolish ambao bado ndo wanakuja kuja, kuja. Nao bado ni mabikra, lakini ni watu wadogo, unawashauri vipi ili angalau wafike kwenye miaka yako bado wawe na nizamu ya mwili wao au ya miili zao kama wewe? Maana ni vigumu sana sana kabisa kwa kwa, kwa nchi hizi za Afrika na sio tu za Afrika, dunia nzima. Juzi nilikuwa na nilikuwa naongea na kwenye Instagram ya video ko ya Insta na vijana wapo Serbia huko. Nilikuwa nimejipiga piga kwenye Kiingereza hivyo hivyo mdogo mdogo, mdogo. Angalau tukaelewa, na ingawa sio mzuri sana kwa kwenye ngeli jamani. Lakini ni watoto wana miaka kijana ana miaka kumi na saba binti na sita. Wano kambia, wano ni kapo. ya miaka wanakuambia nasita wanakuambia waonikapo nikapima kuuliza maswali yale ya kiuchokozi ya ki walinijibu kama watu wazima ambao wameshakaa kwenye mahusiano ya miaka kumi na tano umeelewa? <laughs> <laughs> yani walinijibu yani kasema miaka kumi na saba na binti miaka kumi na sita, lakini wamenejibu maswala yale ambao naweza nikawauliza watu ambao kwenye ndoa, wa yale maswala mazito mazito yale sana. Lakini kama nimeongea nawe, naona yes. Yani ongera kwa mama na mama, ukikutana mwambie mama, kuna mtu fulani hivi anaitwa Joze Ame... Upaongera ila usimwambie kwa nini. <laughs> Anajua kama bado bado, ni kama bado wewe ni bikra. Mama najua, au amini amini, kama mwanangu bado bikra. Usirudie nikaguaga, si aibu. Usirudie usirudie mada, <Usirudia>, mada tafadhali <laughs> Naomba usirudi baada tuishi hapo tumpe tu ongela basi okay. ila jinsi yeye anavyo protect wewe acha ah. ongela mama ah. Ah, kwa hiyo kabisa anakagua kabisa. Wewe bado ipo au ipo? Ana confirm. Ana confirm. Ah, mwanangu bado ipo. Then utamwambia ulienda wapi? Eh. Ulienda wapi ukapatana na nini? Eh. Aise. Yes, ni vizuri sana kwa wamama wa mama wa ambao bado wana msimamo. Unajua kuna mama ambaye akiona binti amefika miaka au kama vile anamwacha. Nenda amezi vipi? Mbona siona sione unakuja na bwana nyumbani hapa? Kwani wewe mwanzio uoneka hawakoni? Kwani uonekani kwani? Kwani mwanzo kwa mwanzo hapa kwafuta. Una yani yeye mwenyewe anakuweka anakuweka kwenye yale mazingira ambayo yanaweza yakafanya leo kesho bado kwa ukawa kwenye uhusiano yani yani, yani akakuingiza kwenye yale maswala, umeelewa? Yes, lakini kama wewe mama popote ulipoongea kwa, kum, kwa kumlea Salma. Afu nimecheka Salma anavyosema mama ananikagwaga, ana confirm kweli ipo So ukiwa na mtu ambaye pengine anakuapproach, huwa kabisa, unamwambia mama moja kwa moja. Mama eh? Au unakwambia hapana, siwezi kweli? Kwa hiyo mhm? Siwezi, ataniua kweli? haja kuruhusu kuwa na, yani kuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi sina ruhusa eh. Kabisa. Na kwenye mavazi pia wako restricted kweli hata hivi nilivyovaa hapa. Kwanza nimeambiwa hapa, nimeambiwa hapa, Dick ameniambia amesema, Salma kashapigiwa simu na baba yake eti kamwona akiwa hajavaa shungi. Shungi? nimevaa kofia so pia yeah? ni tatizo nimevaa kofia pia, anasema kifua kiko wazi. kifua hivyo. Kifu, si nimefunga hapa ila yeah. the way yeah. Ilikuwa kiko wazi. Gauni fupi imebana. yeah. Kwa hiyo gauni fupi? Gauni fupi. Eh, yani hapa fupi. Hii ni fupi ya. Kakuona? Hame ah, nipigia video call. Eh, wapi? Hapa? Ya, nipo kule kanipigia video call, then... Ya, eh, ya. Eh. Uwaga lazima confirm location yangu nilipo. So, natuma eh, live location ulipo. Aha. Uh -huh. <laughs> I see. Nipo sehemu flani. Make sure location yako inasoma. Nipo Mbezi.